Hata kwa malaika wa Mungu hakuna kinachotokea, hakuna kinachotokea pasipo neno la Mungu kujifunua. Zaburi mia moja na tatu mstari wa 20 anasema, mhimidini Bwana, enyi malaika zake, ninyi mliokuwa hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake Muhimidini Bwana, yeye ni malaika wa Mungu. Malaika wa Mungu hawafanyi chochote kile wasipolisikia neno la Mungu kwenye kinywa cha mtakatifu. Waibrania sura ya kwanza, mstari wa 14, Waibrania moja kumi na nne, amesema malaika wa Mungu ni roho zituhudumiavyo, zituhudumiazo. Mungu alizium, aliwaumba malaika kwa ajili ya kutuhudumia sisi wanadamu kutenda kazi pamoja sisi watakatifu tulio si tuliowarithi pamoja na Mungu. Ila malaika wa Mungu aweze akambatana na wewe aweze akambatana na yule aweze akambatana na mimi, kama kwenye kinywa chetu sisi hakuna neno la Mungu hawafanyi. Kwa sababu wewe umesema au mimi nimesema, wanafanya kwa sababu wamelisikia neno la Kristo la Mungu kwenye kinywa cha mtakatifu. Kwa lugha rahisi, kama mimi na wewe hatuna neno la Mungu ndani yetu ni ngumu huduma ya malaika kuambatana pamoja na sisi, maana wale neno la Mungu ndio sumaku inaowavuta kutuhudumia na kutekeleza yale tunayoyaamuru, wakati tunaomba tuko sawa sawa. Biblia inasema malaika wa Mungu hufanya kituo kwa wale wanaofanyaje? Wanaomcha wa Bwana. Yaani, malaika wa Mungu wanamsogelea yule mtu ambaye anamcha Bwana. Anayemcha Bwana ni mtu ambaye anamtafakari, anatafakari neno la Mungu siku na mchana kama maombi yako unaomba mambo makavu makavu maneno makavu makavu pasipo kuongozwa na nini? Neno la Mungu linasema sahau, udhirisho wa nguvu ya malaika kwenye maisha yako. Malaika wa Mungu wapo kusikia neno la Mungu, sauti ya neno la Mungu na kutekeleza. Wakati watu wa gizani wanayaamuru majini, majini ni mapepo, roho chafu, ndio malaika walioasi. Kumbuka, majini hayaendi kufanya tukio lolote lile la uharibifu, kuua kuiba kufanya chochote kile pasipokuwa commanded. Lazima lazima hilo jini au roho chafu iamuriwe na yule mtu wa gizani, kule madhabahu za giza. Ni tabia ya malaika, Mungu aliwaumba hivyo, kabla hata wajaazi majini. Hata malaika wema malaika wa Mungu hawafanyi chochote mpaka wasikie command ya neno la Mungu, mpaka waagizwe. Na hawaagizi kwa maneno matupu. Biblia nasema mnaomba vibaya, ndio maana hampati. Kwa sababu mnaomba kwa nini? Kwa tamaa zenu wenyewe lakini yule anayeomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, anayeomba sawasawa na neno la Mungu, mtu huyo lazima aone majibu ya maswali aliyomuuliza Mungu. Danieli, ukisoma Danieli, kitabu cha Danieli pale sura ya tisa mstari wa 21 hadi 23, malaika wa Mungu, malaika Gabrieli anakuja anamrudishia majibu Anamwambia, tokea ulipoanza kuomba Danieli, ewe Danieli, mtu unayependwa na Mungu sana, Mungu alikujibu, nilikuletea majibu. Atmosfea ya maombi tunayofanya, mazingira ya maombi tunayofanya ni mazingira ambayo malaika wa Mungu wanakuwa wanatuzunguka, wanajaa kusikiliza tunasema nini, tunaamuru nini, ili wao waweze kutekeleza au waweze